Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu wa tukufu wa Islamu, nauza swali, kwa sababu gani Qurani yako ikushindwa kukusaidia hali ya kuwa Allah subhanahu wataala kaisereza kwa ajili yako wewe. Hey, haja agambire wanunazilu min alqurani mahuwa shifau warahmatu lilmuminin, Qurani ni pozo kwako Kurani ni ponyo kwako. Kurani ni chitulizo cha moyo kwako. Kurani ni kila chindu kwako. Ni, ni dawa kwako wewe. Yagaruka vivihi kurani yako isekukulagula maradhi unanayo mumwiri wako. Kweuza kuwahikweuza sualijo na wapata majibu yake. Ndugu wa tukufu wa Islamu, kurani ni dawa na kurani ni tiba. Ikiwa mtu augula, alumwa ni maradhi makulu, nakegelwa kwa hospitali male, kakila chintu kajamanyizwa, madawa kengigwa male na Qur'ani ajerekwa, basi utambue kwanza huo ni mtihani wa Allah. Pengine ni sira yake ya kuingira mwejana ya kuafiwa madhambi yake yakaidi sallallahu alaihi wasallam akagamba mbwani, sura tul yasin ni moyo wa Qurani. Na hata maiti wetu kachidardara mwasomere sura tul yasin. Lakini pia sura tul yasin, ndugu yangu Mwislamu, ni dawa kwa yuja ambaye matibabu yake yagaluke yatogire, ama asokerwe isole sura tul yasin kwa wao wose waje wana mnyonje wa dizaini kama hiyo, wakusumbuka naye, wakurafadha naye, waitira naye kila mahali mpaka niowasokera isoligwe suratul yasin iwandikwe kwa wino msafi kabisa na mazi masafi kabisa tohara. Suratul yasini yose iwandikwe, alafu alowekerwe kwa mazi safi tahalili, anywaswe amazi yake insha llahu khair. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mjaliye shufa'a na chipindi chose akutumikira kunywa itahaliliyoye Suratul Yasini yose kila wakati asomerwe ama asomee, mwenye zina ya Allah Allah Allah Allah, kila siku nasome mara elfu, kila siku nasome mara elfu, hali yakuwa atumikira dawa yake ye Suratul Yasini. Never hadahire kusoma au hadahire kusoma yani, hakudaha kusoma asomerwe, atozigwa mwiyombo, ajerwania. Hakuna mponyaji wa yuno isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, alombezezwa shufaa mwamsomera zina ijo mara elfu. Na ikiwa umwenye kudaha kusoma ni vedi zaidi, wikale, wakati wa kiyamul lail, unaduka rakaa zako mbiri, soma chipindi chose ukutumikira tahalilio soma Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zina ijo ni dawa ya mtu ambaye maradhi yake yagaluke yatoga kulagulika. Kwa hiyo sura tuliyasini yose awandikirwa kama tahalili atumikira na chipindi chose akutumikira itahalilio ya sura tuliyasin yeye pia asomerwa zina ja Allah au yeye mwenyewe asoma zina ja Allah mara elfu kila siku Allah, Allah, Allah. insha allah Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa baraka ya kauli zake huyo Mwenyezi Mungu namfunguire mnango wa kumhonyesa, ni dawa yake ihahi au kumhoneza emwenye kwa kauli zake tukufu, kwa rahma zake Allah subhanahu wataala, kwa sababu yasini yalagula maradhi mengi faida yake na nimnetereni. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Kazi kwako kwa kurani yako kwa aidha ikufaye au idule isekukufaya. Kazi kwako. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.